Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza nukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lakini kubwa tunapewa nguvu na The Mart Supermarket, ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka kundi Kimoshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali mbali za nyama The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari liyopewa kipaumbele ni Samia avuta wekezaji zaidi UAE, mikataba biashara uwekezaji kukamilishwa. Safari Emirates Kilimanjaro Zanzibar zanukia, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, bilioni tano zatengwa mikopo kampuni changa, mapato juu mawasiliano, habari katika ukurasa wa tatu. Tarimba, mpango wa maendeleo uifungue da, habari katika ukurasa wa 18. Mwiguru ataka urais, mikopo bilioni 200, agiza masharti ya punguzo, fedha ziwafikie walengwa, habari kamili ni katika ukurasa wa saba temei ya tabiri uwezekano wa hali mbaya masika. Habari katika ukurasa wa nne. Bunge kubana mawaziri. Habari katika ukurasa wa pili. Nchimbi, CCM iendelee kuwa kimbilio la Watanzania. Habari katika ukurasa wa saba. Mahabusu wafanya kweli kidato cha nne. Habari katika ukurasa wa kumi na sita. Lakini gazeti hili imeandika madaktari waeleza umuhimu wa bima ya afya. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti ya habari leo, mikononi mwangu ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni vita kupigania uhai. Vitengo vya dharura, wagonjwa wa dharura na wale wa ajali wanavyosota bila kupata huduma, hospitali zikiweka mbele malipo, waathirika wasimulia, serikali eleza muongozo wa habari kamili, katika ukurasa wa nne wa gazeti hili nuku ikisema, walikuwa na hali mbaya wakivuja damu, lakini hawakupewa huduma sababu hawakuwa na fedha. Wazazi wao walipofika wakatakiwa kulipa kwanza ndipo wapate huduma. Nilikaa pale kwa saa mbili hadi naondoka hawakuwa wamepata huduma, wazazi wameenda kutafuta hela. Mwathirika wa huduma Mwigulu atangaza kiama vinara mikopo miza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Hukumu ya waziri wenzake ya bilioni 3.18 yapingwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili. Jarida la afya, siri nywele za kwapani kwa afya ya binadamu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Gazeti limeandika CCM ilivyoadhimisha miaka 49 ya kishindo, habari katika ukurasa wa tatu, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Ijumaa ya leo. Kila siku Johanna Daycare and Nursery school inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Foti Johana Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kuwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Majira, ya gazeti huru la kila siku lenye w habari iliyopewa kipaumbele nye Mwigulu: akabidhi hundi ya bilioni 200 kutoka kwa Samia ni za uwezeshaji vijana kiuchumi ni utekelezaji wa ahadi zake ndani ya siku mia moja tangu achaguliwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Serikali kuongeza mikopo ya halmashauri hadi asilimia 15, habari katika ukurasa wa nne. Dr Nchimbi ataka wana CCM kutimiza wajibu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. TMA yatoa mwelekeo wa mvua msimu wa masika, habari katika ukurasa wa nne. Serikali yatenga bilioni tano kuwezesha kampuni changa. Habari katika ukurasa wa pili. Mnara unaotumia nishati safi wazinduliwa Morogoro. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. M23 yadai iliushambulia uwanja wa ndege wa Kisangani. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Gazeti hili pia limeandika elimu ya teknolojia kwenye kilimo inavyochangia kukuza uchumi. Habari katika ukurasa wa kumi na nne. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku gazeti Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari habari, iliyopewa kipaumbele: miaka 49 CCM, uchumi imara, utulivu kitaifa. Miaka 49 CCM ni ushuhuda wa maendeleo ya taifa letu, ambapo tunajivunia ustawi wa kijamii, uchumi na kuendelea kuwa kielelezo cha umoja na mshikamano. Ujumbe wa kamati kuu, Balozi Dr Emmanuel Nchimbi mtekelezaji maono waziri mkuu akimwelezea Rais Dr Samia baada ya kutekeleza ahadi ya bilioni 200 kwa wajasiriamali ndani ya siku 100. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wasira atiki Samara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, leo limeandika Hemedi ataka vijana wafunzwe historia ya CCM wazazi walimu shirikia neni malezi ya vijana Hemedi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Dr akil ayagi ZIAAT kusimamia weledi masuala ya fedha, habari katika ukurasa wa tatu. Bandari yaweka mfumo kuimarisha usalama mizigo ya abiria ya habari katika ukurasa wa tatu. Qatar yaonyesha nia kusaidia Zanzibar sekta ya maji umeme, habari katika ukurasa wa sita. Gazeti hili limeandika Xi Jinping Trump Wajadili kuhusu Taiwan habari katika ukurasa wa 9. India kuwezesha vijana Zanzibar kupitia ufadhili wa masomo habari kwenye ukurasa wa sita. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Pata nakala yako, soma kwa undani zaidi. Na sasa tukkia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani iganani mwangu ni gazeti Mwanaspoti lenye ya habari iliopewa kipaumbele ni msimamo wa Yanga ya mzuia striker wa Waarabu mzuka moroko wazidi kupanda. Habari ni katika ukurasa wa pili. Ni mchezo kati ya Esfar Abad, dhidi ya Yanga Sports Club, CAF Champions League, Februari 7 mwaka huu. Gazeti hili limeandika Kibu achomolewa Simba, kiungo msauz a asikilizia kigogo afichua jambo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wameacha bongo flava ikiwahitaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11 wa gazeti hili. Kombe la dunia linaweza kuondoka Marekani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Lakini pia gazeti hili limeandika TPL, leo Jumanne pamba jiji dhidi ya coastal union, saa nane mchana, CCM Kirumba Mwanza. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbili, gazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Bikodoni mwangu ninalo gazeti habari leo lenye limeandika vigogo riadha mikononi mwa Takukuru. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Simba ya mkingia kifua mo, habari katika kurasa za ndani pamba hujiuliza kwa Coastal. Mbeya City yaivaa mashujaa, habari katika ukurasa za ndani. Guardiola ampigania Gway City, ikifuata Arsenal fainali, habari katika ukurasa wa 22. bondia Majiha aongoza Tanzania y, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limenika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga Jamii lenyewe limeandika wachezaji Yanga waahidiwa mamilioni endapo watafanikiwa kupata ushindi kwenye mchezo wa kesho wa ligi ya mabingwa Afrika. Habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Simba kumkosa nangu kagoma arejea kikosini. Habari katika ukurasa wa ishirini na tatu Man City kuomba ruhusa imchezeshe gue. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Na gazeti Nipashe linakamilisha dukuzi ya vichwa vya vi habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kutoka hapa toka Zamani TV.